Sekta ya kilimo nayo imepunguziwa mgao wake kwenye bajeti ya mwaka huu ikipewa shilingi bilioni 47 kutoka shilingi bilioni 60 za mwaka uliopita. Sekta ya afya nayo imetengewa shilingi bilioni 138 kufanikisha shughuli mbalimbali za afya ikiwemo mpango wa afya wa SHA. Seth Olale anaangazia namna bajeti ya mwaka huu wa kifedha ilivyotenga matumizi ya pesa hizi kwa sekta mbalimbali mbali. Katika juhudi za kuimarisha usalama nchini, idara za usalama zimetengewa shilingi bilioni 253.8 kwenye bajeti ya mwaka huu, waziri wa fedha John Mbadi akisema fedha hizo zitatumiwa katika juhudi za kuboresha usalama wa kitaifa kwa kuweka mikakati kadhaa kama vile kuwaajili maafisa wa usalama katika vitengo mbalimbali mbali. Aidha, wizara ya afya imetengewa shilingi bilioni 138.1. Fedha hizo zikitarajiwa kuboresha bima ya afya na mishahara ya madaktari miongoni mwa mahitaji mengine ya sekta hiyo muhimu. Wakati huo huo, sekta ya kilimo imetengewa shilingi bilioni 82.8 kwa lengo la kuimarisha sekta hiyo kupitia uagizaji wa mbolea ya bei nafuu, miongoni mwa mikakati mingine. Seth Olale, Runinga ya Citizen.